Karibu sasa tujadili kuhusiana na maendeleo ya vyombo vya habari na hii ni kuelekea tarehe kumi na nne hadi kumi na saba ya mwezi Julai ambapo Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Baraza la Vyombo vya Habari Afrika na ni wakati ambapo jitihada mbalimbali mbali zinafanyika ili kuimarisha uh, utendaji wa vyombo vya habari barani Afrika. Huu utakuwa ni mkutano wa pili baada ya wa kwanza uh, kufanyika kule Afrika Kusini na hapa tunaye Mtendaji Mkuu wa Baraza la Habari Tanzania kutoka MCT Ernest Sungura ambaye pia ni mwenyekiti katika jukwaa hili. Karibu sana. Asante sana. Ha habari za MCT? Nzuri <coughs> kabisa. Na mara ya pili tu kwa mkutano kufanyika umekuja Tanzania, ni jitihada, ni kwa bahati mbaya imetokea ama mipango ilikuwaje? Sio kwa bahati mbaya kwa sababu ukiangalia bara la Afrika, East Africa tumejipanga vizuri. Sisi hapa Media Council of Tanzania tunaongoza mabaraza ya habari ya Afrika Mashariki hmm. Lakini katika bara la Afrika hakuna tena regional block nyingine au namna nyingine ya kikanda ambayo imejipanga kama, kama Afrika Mashariki kwa maana ya Afrika magharibi ama Afrika kusini mwa Afrika. Sisi Afrika Mashariki tumejipanga. Kwa hiyo kuwa na, na mabaraza ya habari ya Afrika Mashariki kwa nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki ni hatua moja ambayo ilikuwa ni ya, ya, ya mpango, sio ya bahati mbaya kwamba tulipokuwa tuko South Africa uhum, na wakati tumeanza kuzungumzia kuwa na eh, mtandao wa mabaraza ya habari Afrika. Kwa hiyo sisi tulikuwa na nguvu ya kujipanga kwetu. Na kwa hivyo kete ikatuangukia sisi Afrika Mashariki mm -hmm. Na ikaiangukia Tanzania ambaye ni mwenyekiti pia wa mabaraza ya habari ya Afrika Mashariki mm -hmm. Kwa hiyo ikapewa jukumu hili la kuwa mwenyekiti wa mtandao wa mabaraza ya habari ya, ya Afrika mm -hmm. Kwa hiyo haikuja kwa bahati mbaya, imekuja kwa, kwa sababu tuko vizuri. Ni mkutano wa namna gani na yapi naenda kujadiliwa? E, mkutano huu ni wa mabaraza ya habari kimsingi, sio ya Afrika tu tumeamua kutumia pia fursa hii kuyaita mabaraza ya habari kote duniani mm -hmm. Kuna mfumo huo tulionao wa mabaraza ya habari duniani kuna rais wake ambaye yuko Uturuki mm -hmm. na makamu wake yuko hapa Kenya, Nairobi. Kwa hivyo tumeyaita sasa si mabaraza tu ya habari ya, ya, ya Afrika, ni pamoja na mabaraza mengine yote mm -hmm. eh, kutoka Ulaya, kutoka Asia, kutoka Marekani mm -hmm. Yanakuja, kwa hiyo kumbuka kwamba mabaraza ya habari yawe yale yaliyoanzishwa kwa sheria ama yaliyoanzishwa kwa hiari na wadau kama Baraza la Habari Tanzania, hmm. kazi yake kubwa huwa ni kuzingatia weledi na maadili, kuhakikisha kwamba tasnia inasonga mbele ikiwa katika misingi yake ya, ya, inayotakiwa ya kutimiza wajibu wa tasnia ya habari ambayo ni kupasha habari, ni kufichua maovu pamoja na, ku, na kutengeneza ajenda ambazo zinaleta maendeleo kwa, kwa taifa. Kwa hivyo ukiuliza kwamba ni kwa ajili gani hasa tunapokutana, tunakwenda kujadili hayo, na kwa sababu ni mataifa tofauti tofauti, tunakwenda kujadili modeli mbalimbali eh, kwamba labda Zambia wanafanyaje kusimamia weledi na maadili, labda Ujerumani wanafanyaje, labda Uturuki wanafanyaje. Kwa hiyo tutajifunza kutoka kwa kila taifa. Yako mataifa ambayo yana mabaraza yaliyotokana na na sheria na yako mabaraza ambayo yameundwa ya kwa hiari ya wadau wenyewe. Sasa mm, itakuwa ni wakati wa kujifunza na kubadilishana mawazo, lakini pia ni wakati wa kuangalia mafanikio changamoto e, za tasnia ya habari na ili kujipanga zaidi kwamba e, kwa mfano katika mtandao wa mabaraza ya habari ya Afrika tusukume tu, tu, tu, tu, ajenda gani kwa umoja wetu ili tuweze kutatua changamoto ambazo zipo katika tasnia ya habari ambapo, ambapo mpaka sasa uh, pengine ajenda gani inaweza kuwa kubwa kutokea Tanzania kuipeleka kwenye mkutano huo? Ajenda kubwa kimsingi si kutokea Tanzania, kutokea Tanzania kwa sababu watu wanakuja Tanzania kuipeleka... ni ya Tanzania ambayo itaenda, pengine mimi nataka tuseme ajenda sio ya Tanzania, ajenda ni ya ni ya baraza la habari, mabaraza ya habari ya Afrika, ajenda yao ni nini ambayo tunataka kuipeleka kote duniani. Sasa swali hilo nitarijibu kwamba vyombo eh, vya habari vya kawaida ambavyo vimekuwepo kwa miaka mingi mm -hmm. kama magazeti, redio na TV vimeathirika sana na teknolojia mm -hmm. na kwa maana hiyo, kutokana na teknolojia nguvu mm -hmm. yao ya uchumi pia imenyonywa lakini, imenyonywa na nani? Imenyonywa na mabadiliko ya teknolojia, na kwa maana ya kwamba masuala ya kidigitali ndio yanayochukua uchumi wa hizi, hivi vyombo vingine vya habari kwa maana ya redio TV na magazeti mm -hmm. na hasa wanaoasirika zaidi ni magazeti, kwa sababu ya gharama kubwa za kuchapa magazeti, lakini najua hata kwenye TV mm -hmm. nako kuna gharama kubwa za kuzalisha vipindi vya TV mm -hmm. kwa hivyo kumekuwa na, na uchumi unaodorora kwenye vyombo hivi. Lakini pesa hiyo inaenda wapi? Wako ambao wanaitwa big tech companies eh, huko duniani sasa. Hao ndio ambao sasa wana, wamegeuka kuwa matajiri na pesa ndiko inakoenda, na kwa sababu hiyo sisi ajenda yetu kama mabaraza ya habari ya Afrika ni kuona kwa umoja wetu tunawezaje kufanya wala ambako hela yao imekwenda, wazingatie kwamba kuna liga semidia mm, kuna magazeti, kuna redio, kuna tv mm, kuna kitu kinachotakiwa kirudi huku, ama vyombo hivi tulivyo navyo vifanye kazi kwa kuzingatia teknolojia, lakini teknolojia ambayo wale ambao wanajiita big tech companies pesa yao ionekane ikiingia huko katika masuala ya kimtandao. Sasa hivi si unajua inabidi waambiwe ukihiti eh, viewers kadhaa ndo unaweza yeah. kupata hiyo hela, lakini wanakupatia kitu kidogo ukilinganisha na wao kiasi kikubwa wanachokichukua. Hoja yeah. hii hata nilikuwa kwenye mkutano mwingine kule Mombasa Kenya yeah. nilijaribu kujenga mbele ya hao wakubwa wenye tech companies, wakasema tutahitaji kulifikiria hilo sasa. mm. Hii ndio ajenda ambayo tunajaribu kujenga, kwa sababu usipoimarisha uchumi wa vyombo vya habari, ina maana moja tu, unaathiri uhuru wa uhariri, kwa sababu tutakuwa chombo cha habari unachotegemea chanzo cha habari yeah. yaani ndio kikufadhili au unachotegemea matangazo ma, ma, ma, ma, ma, ma ambayo wakati mwingine naweza yasiwe na yale yenye, yenye, yenye weledi. Unaelewa sasa mm. Eh, unataka ufanye kazi yako kwa uhuru, unashindwa, kwa sababu huna nguvu ya uchumi, na wewe unajua hata katika hali ya kawaida kama hata ungelikuwa ni wewe hauna pesa mfukoni, mm. mtu yeyote anaweza kufanya chochote na ujasiri wako unaweza kupungua. Kwa hiyo inabidi vyombo vyetu vya habari vibaki kuwa na ujasiri, viwe na uhuru wa uhariri na viwe vyenye kujitegemea, na hiyo linawezekana kama uchumi utakuwa imara kwenye vyombo vya habari, vinginevyo vitaingiliwa ama na wafanyabiashara ama na wanasiasa ama na hao ambao wanadhibiti wana, wana maswala ya kiteknolojia mm -hmm. Katika sasa kuelekea mkutano um, huu ambao utawakutanisha hawa wadau mbalimbali e, ushiriki utakuwa kwa namna vipi na wananchi wanaweza wakanufaika vipi na kile ambacho mtaenda um, kujadili? E, tunakusudia kwanza, tumeingia makubaliano mazuri na Azam TV kwa hiyo watakuwepo kwa ajili ya kuendesha mbashara kila kitu kitakachokuwa kinaendelea hapo hata wananchi watakakuwa na kuja kushiriki pia. Jambo ambalo nataka pia nijulishe umma e, ni kwamba kutakuwa na maonyesho mm -hmm. ya vyombo vya habari vyenyewe vya ndani ya nchi na nje ya nchi, vikionyesha kazi zao ambazo wamekuwa wakifanya zinazoleta mabadiliko katika jamii. Kama ninyi mmeweza kuwa na maudhui ambayo yameleta mabadiliko kwenye jamii, labda barabara zimejengwa, huduma zimeimarishwa, watapas, watapaswa kuonyesha. Kwenye, kwenye halaiki pale, AICC pale Arusha hmm. Kwa hiyo na wananchi watakuja kutazama pale, lakini wakati huo kwa kutumia TV kama Azam na TV zingine, wananchi wengine walioko nyumbani kwao watafuatilia mbashara. Kwa hiyo watakuwa wameshiriki kwa namna hiyo wakiwa majumbani kwao kuweza kuona kile kinachoendelea katika mkutano, na kwa hiyo watajifunza kutokana mada mbalimbali ambazo zitakuepo, na hatutasita lakini umeuliza kuhusu mada, lakini hatuta sita kujadili masuala ya siku hizi ya akili mnemba hmm. na kanuni zake na namna gani ya kuweza kudhibiti na namna pia kuzitumia katika vyumba vyetu vya habari kwa faida kwa sababu si kwamba akili mnemba ina, ina, ina mambo tu yasiyofaa hmm. ina mambo pia yanayofaa ambayo nastahili kurahisisha kazi zetu katika vyumba vya habari kwa hayo yote yatakuwa pia watu watakaofuatilia kwa karibu watajifunza jinsi ambavyo mabaraza ya habari hawa na viongozi wa mabaraza ya habari wanavyojaribu kujadili usisahau pia hmm kwenye mkutano huo watakuwepo mawaziri kutoka mataifa mbalimbali wakiwepo na mawaziri wetu hapa Tanzania, mawaziri wa kisekta, wa, wa, wa sekta ndio mm. no, natarajia mawaziri kutoka Zambia, kutoka Uganda, kutoka Kenya, na mawaziri mm. wetu hapa Tanzania wa sekta ya habari na mawasiliano nao watakuwa na jopo lao na watazungumza sera na mamlaka ya serikali mm. zetu za Afrika katika kuweka misingi imara ya sheria ambayo inaleta mazingira wezeshi mm. Mm ya kuhakikisha tasnia yetu inazingatia weledi na maadili mm -hmm. Asante sana. Baraza la Habari Tanzania sasa lina miaka thelathini thelathini. Hongereni sana. Ni mambo gani ambayo mna uh, tamani pia yafanyiwe kazi kwa kuwezesha kwa, kwa, kwa, zaidi uh, mazingira rafiki kwa habari hapa nchini? Eh, tunashukuru kweli. Baraza la Habari Tanzania sasa mwaka huu ni mwaka wa thelathini na tumeanza ku shereheka na miaka thelathini, tutaendelea hivyo kwa mwaka mzima, na yako mambo mengi ambayo tunastahili kuyasukuma mbele zaidi. Miaka thelathini iliyopita ilikuwa ni baraza la kujisimamia wenyewe, e, kuhakikisha kwamba weledi unasonga mbele na maadili yanazingatiwa. Lakini miaka thelathini mingine ijayo, yako mambo mengi ambayo tunahitaji kuyasukuma pia, lakini hatutayasukuma nje ya maono ya baraza la habari Tanzania. Maono ya baraza la habari ni kuona tuko na taifa ambalo ni la kidemokrasia na ambalo lina uhuru katika eh, eh, kuchagiza maswala mbalimbali mbali ya wazi wajibikaji eh, na, na, na, na, na, wazi wajibikaji na kuhakikisha kwamba eh, vyombo vya habari vinatumika kuleta maendeleo katika taifa letu, kwa maana ya haki pamoja na demokrasia katika nchi. Kwa hiyo tutaendelea kusukuma ajenda hiyo ya maono hayo hata katika miaka mingine 30 inayokuja. Mm-hmm. Asante sana, tunakushukuru. Ni mtendaji mkuu wa Baraza la Habari Tanzania, Ernest Sungura, na tunawatakia maandalizi mema kuelekea tarehe 14 hadi 17 Julai kwa ajili ya mkutano huo. Asante sana nam, asante sana, sana. Tunakamilisha hivyo.